maji ni yani, ya kutosha mpaka, mpaka yani yule alivyoshia magimbamt. Sasa mtu wenyewe tena amepiga kona hivi huku kwenye mwembe. Sio? Mtu ulikuwa na miwa huko, okay. Eh. miwa huku kwa nyasi hizi, ah, kwa nyasi hizi miwa yani ya kutosha huko mm. Ya, sasa kama anavyosema nani navyosemanani akilima, mtu mwingine hawezi. Sasa si wenyewe, unakuta ndugu ni mwingi tu yeah. Na maana ndugu ni mwingi sisi kambisa.